Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Uh, mida ya saa sita kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu mm -hmm. Aliniambia mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa machinjioni, kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji, mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo, sasa ilionekana ni maiti ambayo imetoka imesafiri kwa maji uh, kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila nilipofika maeneo ya machinjioni kakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio uh, na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa zimamoto uh, na uokoaji uh, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati na tukio la kuanza kumuokoa, uh, au kumtoa kwenye maji uh, marehemu ambaye hajatambulika nikaanza kufanyika Kote, lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu, kwa hiyo hatujiweza kumtambua, kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika, hajatambulika hasa ni nani katika, ila kwa umri anakadiriwa kuanzia miaka 45 mpaka 50, na jinsia yake ni jinsia ya kiume. Ko tayari wameshambeba uh, watu wa zimamoto na uokoaji, kwa baada ya muda tutaenda kujua namna ya kufanya kama atashindwa kutambulika na hakuna tukio lolote au taarifa yoyote ya ndugu au jamaa kuweza kufahamu kwamba pengine anatakuwa ni yeye, basi tutashirikiana na jeshi la zimamoto kwa ajili ya kuweza kustiri mwingi. Majina, naitwa Hidaya Mwishema Koroboi, ni balozi ishirini namba kumi na moja kata ya Mpanda Hoteli. Nimeshuhudia pale wametoa mwili wa marehemu akiwepo mwenyekiti wa mtaa, alikuwepo mjumbe wa serikali alikuwepo, na mimi mwenyewe balozi nilikuwepo. Kwa kweli huyo mtu yani hatambuliki kabisa. Majina anaitwa Edes Roman Minango, ni mkazi wa Mpanda hoteli. Kwamba mtoni kuna mwili umepita dala, maeneo ya daraja la Misunkumilo kwa umeshuka maeneo ya machinjioni, kwa tukawa tumeenda kuangalia labda huenda tunaweza tukawa tunamtambua hati nzuri. Tumefika eneo la tukio tumekuta zimamoto, mwenyekiti wa mtaa, viongozi wa serikali ya mtaa wazimamoto wamefanya uokozi wa kumtoa mwili wa marehemu kwenye maji ila mwili hujatambulika ni nani, umeharibika sana. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi. E, leo tarehe ishirini na saba mwezi wa tano tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea e, kwenye mto wa Misunkumilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi tumefanikiwa kumwopoa kutoka kwenye maji lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili ni tukio la leo ama jana, ni kwamba ili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa li sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika e, na kwa uchunguzi wa awali wakati na mwopoa wa kutoka kwenye maji tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani sasa inawezekana eidha aliumia kabla ya huwa ametumbukia mtoni, lakini mwili tumewapoa, tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la, la polisi wilaya Mpanda, wanaendelea na taratibu zao za kiuchunguzi. Sisi jeshi la zimamoto na waokoaji mkoa wa Katavi tunawaasa wananchi, pindi wanapoona tukio lolote, iwe ni la moto la ajali barabarani, ajali ya mtu kutumbukia kisimani, au ajali ya kufukiwa na vifusi kwenye migodi ya wachimbaji wadogo wadogo, watoe taarifa haraka jeshi la zimamoto na waokoaji, ili tuweze kufika na kuweza kufanya kama ni maokozi ama kuzima moto na kuokoa mali, kwa sababu kuna inaonekana kuna kama tabia inatokea tukio badala ya watu kulitaarifu jeshi la zimamoto na uokoaji, wanaanza kupigiana simu wao kwa wao, kitu ambacho kinafanya kama itakuwepo uwezekano wa kuweza kuokoa kwa haraka inashindikana, kwa sababu muda mwingi unapotea watu wakianza kuwasiliana wao kwa wao bila kulitaarifu jeshi la zimamoto na uokoaji moja kwa moja. Hii ni Bugoma TV habari.